Watanzania? Hmm. Ah, we Watanzania wakiamua kula bata wanakula bata. Na kwa mimi nakula Mary Brown, nakula Nando's. Nadhani unakijua kiingereza cha Nigeria. Afu unakuja unakutana na Zulu. Ah, Mazulu. Unajua mimi nachopendaga Watanzania wana ile usubutu. Unajua Mtanzania huogopi eh? Yes. Mtanzania akiamua kapanga lake, nataka kuondoka, naondoka. Hata kama kule anapoenda lugha ya kule haijui anakuambiaje. Mimi nitaenda nitakavyoongea watanielewa tu. Na mtu atamuelewa tu. Kwa hiyo safari yangu ya kwanza, tukaondoka tulifika kule. Ule mwenzangu alikuwa anaishi kule, yeye alikuwa kule na bwana yake. Kwa hiyo nilishachukua mizigo yangu nataka kurudi, nikamwambia wewe, mimi narudi. Unarudi? Nikamwambia nilivyokuja ndo nitakavyorudi. Mjinga kwenda kurudi mwenyeji, ndio hapo, kumbuka nina mizigo kama yote. Ndio nikasema hapa, hii ngoma hii nakula chuma. Basi Hamad, Mungu tasumani siku hiyo nnavyoondoka. Afu gari li, lile lile li, li niliochukua Zimbabwe kutushusha pale Johannesburg ndo lile lile nimeondoka nalo. Nikasema asante Mungu, huyu huyu tutaelewana. Kwanza maisha, maisha ya sauzi mm, kwanza nilishangale maisha yao. ukiingia ba unakuta hivyo wameshakaa, wana huko Castellite yes, kule wanaita Castellite lichupa likubwa hivyo, unakuta watu watatu, kila mmoja anadombokeza mdomo yani, mimi nakunywa huu naweka mm, na wewe unachukua unakunywa na huyu naye anachukua mashavu anakunywa Nikasema hii kitu gani hiki? Watu wakaniambia huku kawaida. Alafu nilishangaa nilikuwa nikienda supermarket za South. Hakuna chakula chenye bei kama ile ya huku kwetu Tanzania, ile mijongo ile mm. ambayo tunasemaga wanakula Wakongo, e? Yaani kule ile ndo supermarket, bei vibaya, bei vibaya mno. Kwa hiyo mimi sauzi, nikawa naingia na kutoka, naingia na kutoka, nikiingia zangu Johannesburg, nikiingia zangu Pretoria West, nikiingia okay. Pretoria North, hivyo naingia na kutoka. Siku ya kwanza nimeingia daladala zao, tofauti na kwetu yeah. Yani kule ni mwendo wa after robot. After robot, alafu hakuna konda gari za kule, yani dereva, mkishaingia mmeshakaa level seat chuma kinaondoka. Ukijitia kielele umeenda kukaa mbele, yule anayekaa mbele anakusanya hela za watu wote. Ikipelea hata hamsini wewe ndo utailipa. Yaani, yaani, yaani abiria unaenda kukaa mbele wewe ndo unakusanya hela za abiria wote. Kwa hiyo ile unakaribia kushuka tu wewe unatia tu after robot. Ya akifika aongee dereva chui unashuka. Dereva anaendelea zake after robot chui unashuka. Sasa siku ya kwanza naingia ndo naenda madukani, niko na yule rafiki yangu, nikamwambia mimi leo nitaongea Kiswahili. Anambia wewe mmapi? Sasa unajua, kashaanza kunitaja jina langu yule mama, mama Peris, okay. kwa nitaja mmapi, wewe mmapi, utaongeaje? utong... uta nikamwambia, yaani mimi watanielewa. Nilikuwa nikiingia kwanza, namwangalia, nikiingia dukani kama namwangalia afu naambia habari yako, anaangalia yule rafiki yangu anacheka, ambapo naambia wewe tulia na kusalimia, kaka, habari yako natoa. Vala Maish, maisha uh-huh. Ah, maisha haya, maisha haya, acha naongea Kiswahili changu Kiingereza sio kwamba sikijui, yeah. Ila najua unajua, ile kibongo cha kuombea maji ya kunywa, ila kwa kuongea kinaleta njaa, kinaleta njaa. Yani sasa mnaenda vile, alafu nakuja naye taratibu, ili anielewe, kwa sababu mimi nikijifanya kwa mbele najua. Alafu mwanangu, sio, unajua kinge cha Nigeria? Nadhani unakijua kinge cha Nigeria, alafu unakuja unakutana na Zulu ama Zulu, wewe unaweza ukachanganyikiwa. Ndio alafu nichopenda bwana wa Tanzania, bwana wa Tanzania wabishi. Mimi niko nashangaa kule tukienda sehemu ya kula vyakula kule KFC Mary Brown si hapa. Ukienda hivi wa Tanzania bwana kule awali chakula, awali nani chipsi za KFC. Wanakwambia mimi nakula chakula KFC. Nakwambia mimi nakula Mary Brown, nakula Nandos. Nini? Kwa sababu wanajua na struggle wanatafuta maisha. Kwa hiyo wanatafuta hela na anajua lazima anavyotafuta hela hali vizuri. Yaani kule yaani wale wenzangu na mimi kina amba nyunge. Watu ndo wanaingia KFC Alafu umekaa, labda umepanga kwenye ile gorofa fulani, umetoka tu unaingia zako hapo nje, unachukua vinywaji vyako kadhaa, unaingia zako ndani taa unagonga fukuri watu. Watu, watu, wana tabia ile kwamba mtu anaweza mimi, wewe mshikaji wangu, wewe unakaa Cape Town, mwingine huyu anakaa Pretoria, bwana, leo mimi nataka mje kwangu Johannesburg, kwamba leo ni leo, tunachisa you know, kuchisa, kuchisa kwamba kuchoma nyama yani, kule yani bwana, mimi leo tunachisa nyumbani, kwa hiyo wanangu nini, yani nyumbani. Kwa hiyo watu wanakuaga kule, sio Watanzania wengi, yani hawapendagi zile watu wamekaa wamenunua mapombe yao ya kutosha nini nini. Yeah. Oya mwanangu, sio poa Watanzania mm. Awe Watanzania okay. Wakiamua kula bata wanakula bata sasa okay. Wewe ulisema wakati kwa kwanza unapanda daladala zao ulibahatika ukaa mbele, ulijichanganya? Nikajichanganya, nikakaa mbele, nilivyokaa nika mbele, yeah. Mbele nashukuru na ule ndugu yangu nilokuwa naye yeah. Akanambia yes, alishatangulia oya, umeenda kukaa mbele, kitakukuta kitu mimi namuuliza nini tena sio unajua tunavyopendaga ile kuweka kisambusa. Ndio eh. Maana nikakimbilia kakaa mtu wakati mimi nikaingia mwisho mwenye kaika kisambusa. Yeah. Kaniambia subiri uone. Mimi nini tena kaniambia umetuona huko wote? Yaani yeah. Wewe utakusanya hela zote za abiria wote. Mm. Ah we. Kaniambia mimi nikuweza hayo mambo. Mm. Nikashuka, nikaja kukaa nyuma. Yeah. Mm. Ha, wewe akaingia mwamba kweli? Mtu anakusanya nauli. Sasa mimi nimuulize mtu kwamba mimi nijua unanitania, akanambia ndio hivyo. Kwa hiyo ukija nchi za watu usijifanye kielele, chunga mbele e. Tazailika, nashukuru Mungu nikaa mwenyeji, naingia zangu, naenda mwenyewe, natoka, naingia madukani mm. Yaani mimi utake usitake utanielewa tu ninachokitaka, na nantanua mzigo wangu naujaza vizuri na naondoka. Mm. Safari yangu ya pili ilianzia hapo. Mm.